Habari yako mzazi na mlezi, je, unajua kuwa kila mwaka maelfu ya wanafunzi huacha shule kutokana na changamoto mbalimbali? Karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo tutaangazia njia kumi na tano madhubuti za kuwasaidia wanafunzi hawa wasiachane na ndoto zao. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa, kwani tunashirikiana kuleta maudhui mbalimbali kuhusu malezi ya watoto. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba sifuri saba tano nne tano saba tisa mbili mbili nne. Karibu tuanze. Njia ya kwanza hadi ya tano ni misingi ya kisaikolojia na kijamii. Njia ya kwanza ni kusikiliza na kuelewa changamoto zao. Wanafunzi wengi huacha shule kwa sababu ya kutoeleweka. Jenga mazingira ya kuamini. Wanafunzi wanapokumbana na matatizo kama msongo wa mawazo, ugumu wa kifamilia au changamoto za kiafya, changamoto hizi huathiri utendaji wao darasani. Kuwasikiliza kunawasaidia kupata msaada unaofaa ili kusudi waweze kukaa katika mstari wa mafanikio. Njia ya pili ni kuwa na mshauri nasihi. Wape wanafunzi mshauri nasihi wa kuzungumza nao na kuelezwa katika maisha ya shule na nje ya shule. Wanafunzi hupitia changamoto nyingi, ikiwemo msongo wa mawazo, matatizo ya kifamilia au migogoro na wenzao. Mshauri nasihi huwasaidia kukua na kukabiliana na hisia zao kwa njia chanya. Njia ya tatu ni kuhusisha familia. Wazazi na walezi wakielimishwa na kushirikishwa, wanaweza kusaidia kupunguza presha na changamoto nyumbani. Familia inapohusishwa inapata nafasi ya kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya mtoto wao kitaaluma na kitabia. Vilevile husaidia kuongeza motisha kwa wanafunzi kwani watoto wanapojua kuwa wazazi wao wanajali elimu yao na wanashirikiana na walimu hupata motisha zaidi ya kuendelea na shule. Njia ya nne ni kuondoa unyanyapaa stigma. Wanafunzi wengi huacha shule kutokana na kunyanyapaliwa, iwe kwa hali ya maisha au uwezo wa kitaaluma. Wanafunzi wengi wanaokumbwa na changamoto kama umaskini, mimba za utotoni, ulevi au matatizo ya kisaikolojia hujihisi kutengwa Kuondoa unyanyapaa kunawasaidia kujisikia kukubalika na hivyo kuwa na ujasiri wa kutafuta msaada. Njia ya tano ni kuweka mipango ya kibinafsi ya mafanikio, ambao hapa tunasema ni personal plans. Mwanafunzi anaweza kuwa na njia yake ya kipekee kufanikisha masomo, si lazima afuate njia ya kila mtu mipango ya kibinafsi ya ambayo ni ya mafanikio huwasaidia wanafunzi kuweka malengo binafsi yanayoendana na ndoto na vipaji vyao. Hii huwapa msukumo wa kujitahidi zaidi, kwani wanahisi kuwa wanahusishwa moja kwa moja katika mstakabali wao. Njia ya sita hadi ya kumi ni njia ya kitaaluma ya kimaendeleo: kufundisha mbinu bora za kujifunza, hiyo ni njia ya sita. Wengi huacha shule kwa sababu hawaelewi wanachofundishwa. Wafundishwa kujifunza kwa ufanisi. Mbinu bora kama vile kupanga muda vizuri, kuchukua dondoo kwa ufanisi, kujifunza kwa vikundi na kujitathimini huongeza uelewa na kumbukumbu kumbu. Hii husaidia wanafunzi kupata matokeo bora darasani, jambo linalopunguza msongo wa mawazo na kukata tamaa. Njia ya saba ni kutoa mafunzo ya ufundi, ambapo hii ni technical au vocational skills. Sio lazima kila mwanafunzi ataenda chuo, wengine wangependa kujifunza stadi za kazi mapema. Mafunzo ya ufundi huwasaidia wanafunzi kupata ujuzi wa vitendo kama useremala, ushonaji, ufundi wa gari, umeme na ujasiriamali. Ujuzi huu unaweza kuwasaidia kujiingizia kipato hata bila kuhitaji elimu ya juu. Njia ya nane ni kuwahusisha kwenye klabu na shughuli za ziada. Ushiriki katika maelezo, drama au klabu huwajenga kisaikolojia na kuongeza kujitambua, kupata marafiki wapya, walimu wa kuigwa na hisia ya kuwa sehemu ya jamii ya shule. Hii inaweza kupunguza hali ya kutamani kuacha shule. Njia ya tisa ni kupunguza mzigo wa masomo kwa walio nyuma. Wanafunzi wanaorudi nyuma wanahitaji msaada wa ziada, si lawama. Kupunguza mzigo wa masomo huwasaidia wanafunzi waliokwama kuelekeza nguvu zao kwenye mada chache kwa uelewa wa kina, badala ya kupitia masomo mengi bila kuyaelewa. Njia ya kumi ni matumizi ya teknolojia ya kujifunzia. Wape fursa ya kutumia simu au kompyuta kwa njia ya kujifunza, hasa walio maeneo ya mbali wanafunzi walio katika hatari ya kuacha shule mara nyingi hukosa motisha au uhusiano mzuri na mazingira ya shule. Teknolojia kama vile mafunzo ya kidijitali, video, michezo ya kielimu na maudhui ya kuvutia inaweza kuwafanya wajihusishe zaidi na masomo. Njia ya kumi na moja hadi ya kumi na tano ni ufuatiliaji na motisha. Tuende tukaangalia njia ya kumi na moja ambayo ni kufuatilia mahudhurio kwa ukaribu. Mahudhurio duni ni kiashiria kikuu cha mwanafunzi aliye hatarini. Kamata mapema. Mahudhurio duni mara nyingi ni ishara ya matatizo makubwa kama matatizo ya kifamilia, changamoto za kiafya, matatizo ya kiakili na au mazingira yasiyofaa shuleni. Kufuatilia mahudhurio kunasaidia walimu na wasimamizi kugundua mapema wanafunzi wanaohitaji msaada. Mbinu ya kumi na mbili ni kutoa moyo na motisha, hii tunasema inspiration. Motisha husaidia kuwafanya wanafunzi waone thamani ya elimu, hivyo kupunguza uwezekano wa wao ku kuacha shule. Wanafunzi wanaopokea moyo hujenga mtazamo chanya hata wanapokutana na changamoto kama umaskini, matatizo ya kifamilia au mazingira duni ya shule na kuzuia kuacha shule kabisa vile vile huongeza kujituma na ufanisi wa kimasomo kuwajengea kujitambua na kujiamini ili kupunguza uhalifu wa matatizo ya kijamii mbinu ya kumi na tatu ni kuanzisha programu za msaada huduma za kitaalamu za ushauri wa kisaikolojia zinaweza kuokoa maisha ya wanafunzi. Programu hizi huwasaidia wanafunzi wanaokumbana na changamoto mbalimbali kama vile umaskini, matatizo ya kifamilia au kushindwa kitaaluma ili wasikate tamaa na kuacha shule. Mbinu ya kumi na nne ni kushirikiana na mashirika ya kijamii mashirika yasiyo ya kiserikali yanaweza kutoa misaada ya vifaa, ada au chakula. Mashirika ya umma kama Wizara ya Elimu, Afya na Ustawi wa Jamii yana uwezo wa kutoa misaada ya kifedha, kiafya na kijamii. Ushirikiano huu kuongeza wigu wa msaada kwa wanafunzi wanaokumbwa na changamoto mbalimbali mbali. Njia ya kumi na tano ni kuwapa wanafunzi sauti Waulize wenyewe wanahitaji msaada gani, wasikilizwe na washirikishwe kwenye maamuzi, kuwasaidia kujieleza na kueleweka. Wanafunzi wengi hukumbwa na matatizo ya kimya kimya kwa sababu hawapewi nafasi ya kueleza wanayopitia. Kuwapa sauti kunasaidia kueleza changamoto zao, kama unyanyasaji, umaskini au matatizo ya kiakili, na hivyo kusaidia kupatikana kwa msaada sahihi. Unajua, mwanafunzi mmoja tu anapookolewa, ni jamii nzima inanufaika. Kwa kumalizia, ni wazi kwamba wanafunzi walio katika hatari ya kuacha shule wanahitaji msaada wa kipekee kutoka kwa jamii, wazazi na walimu, ili kuhakikisha wanapata fursa ya kumaliza masomo yao. Njia kumi na tano zilizojadiliwa katika makala hii zinaweza kutoa mikakati madhubuti kama vile uimarishaji wa mifumo ya usaidizi wa kijamii, ushirikiano kati ya shule na familia, utoaji wa misaada ya kifedha na elimu ya kutatua changamoto za kiuchumi na kijamii. Kwa kuzingatia hatua hizi, tunaweza kuwasaidia wanafunzi kujenga misingi imara ya mafanikio ya elimu huku tukiepuka nafasi ya kuacha shule. Hii inahitaji juhudi za pamoja na uongozi thabiti katika kuboresha mazingira ya elimu na kuhakikisha wanafunzi kubaki shuleni ili kufikia malengo yao ya kimaisha na kielimu. Kama umependa video hii usisite kushea, kulaiki, kusubscribe kwenye chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata dondoo zetu za video zetu zingine ambazo zinakuwa zinafuata. Karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata. Asante.